Mkoa wetu wa Singida umejiandaa vyema kushiriki zoezi la uchaguzi, uchaguzi mkuu linalohitimishwa tarehe 29 Oktoba 2025 na tukiwa na mategemeo ya takribani wananchi milioni moja na 45,921 kushiriki kwenye uchaguzi huu. Tunapokaribia kabisa siku ya kupiga kura, ninashukuru kwa dhati kwa viongozi mbalimbali wa serikali, viongozi wa dini, viongozi wa taasisi na wananchi wote wa mkoa wa Singida kwa kuendelea kudumisha amani. Ni waombe kwa unyenyekevu mkubwa tuendelee hivyo hivyo hadi hapo kesho kutwa tarehe 29 Oktoba 2025, tumalize zoezi hili kwa amani na utulivu mkubwa kwa faida yetu sote na taifa kwa ujumla. Maandalizi yote ya uchaguzi yamekamilika kwa asilimia mia moja, ikiwemo maandalizi ya vituo, vifaa vya uchaguzi na wasimamizi wa uchaguzi. Vituo vyetu vyote 2843 viko tayari kwa zoezi hili. Huu ni uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali yetu katika kuhakikisha tunaendelea kuheshimu katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na marekebisho yake. Tunatarajia kufungua vituo saa moja asubuhi na kuhitimisha saa kumi jioni, isipokuwa kama ikifika muda huo kutakuwa na watu ambao bado wako kwenye foleni, watapata fursa ya kupiga kura. Vituo vyote vitakuwa na mistari miwili, mmoja kwa jinsia ya kiume na mmoja kwa jinsia ya kike, na haya ni maboresho makubwa yaliyofanywa na tume ili kuwafanya wapiga kura wetu wapige kura wakiwa katika hali ya utulivu. Maelekezo yanayotolewa kwa viongozi na wasimamizi ni kuhakikisha kwamba tunazingatia mahitaji ya watu ma, wenye mahitaji maalum kama wazee wetu, watu wenye ulemavu, wagonjwa, wakina mama wenye watoto wachanga, wakina mama wajawazito, basi watakapofika kituoni wapewe nafasi za upendeleo, lakini pia tuhakikishe kwamba tunawahabarisha wapiga kura watakaokuwa katika eneo hilo. Ndugu wanahabari, Ulinzi umeimarishwa maeneo yote, na niwatoe hofu wananchi wa mkoa wa Singida, na hasa wakinamama ambao mara nyingi tumekuwa na hofu ya kujitokeza pale tunapokuwa na viashiria vya hatari. Niwaombe wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura, lakini pia niwaombe wakuu wa kaya zote katika mkoa wetu kuhamasisha wanakaya wote walionao kwenye kaya zao na wanasipa ya kupiga kura waende kupiga kura. Ukimaliza kupiga kura, rejea kwenye shughuli zako za kawaida. Na kwa sababu pia siku hiyo imetangazwa kuwa ni siku ya mapumziko, pia ni muda mzuri wa kukaa pamoja na familia. Mwisho ni wakumbushe wananchi wenzangu, wa kupiga kura ni haki yetu ya msingi, hivyo tuitumie fursa hii adhimu vizuri, tupate viongozi watakaotuongoza katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Nina TV wakati wote.